TV, kwa sasa tuko katika mji wa Uvira ambako wanajeshi wa M23 sasa wanafunga mizigo na kuacha mji wa Uvira, wakianja kuondoka kama vile unavyowaona hapa, wengi wao wakibeba boksi zao ya risasi. Hii ni kufuatia agizo ambalo limeomba kwamba M23 waweze kuondoka, na ndio hivyo unavyoona, huu ni mlolongo wa askari wa M23 hapa katika mji wa Uvira, Kivu Kusini, ambao wanaanza safari kwa kuondoka katika mji wa Uvira waliochukua siku zilizopita, japo maandamano ya wakazi iliyofanyika hapo jana, lakini askari hawa ni kwamba sasa hivi unavyoona wenyewe wameanja kuchukua silaha kila mtu na vifaa vyake, ni wengi sana, na sasa hivi ni saa kumi na